Jamani, asanteni sana. Mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa kunipa kibali hii cha kusimama mbele yenu saa saizi. Najua ni, ni upendeleo, una wengi watamani wawepo hapa lakini leo wameshindwa yes. lakini kama mtaniruhusu, umbali ya salamu tu kama mkurugenzi wa shule ya Glisten, mniruhusu seme maneno machache. Kwanza kabisa niwapongeze wale wote ambao wanataka watoto wafaulu vizuri. Ukitaka watoto wafaulu vizuri waende kwenye vipaji vizuri, nafikiri Glisten inawahusu. Historia inajieleza. Kenda Liboro ukiuliza utaambiwa watoto waliotoka Glisten wanafanya vizuri huko Liboro. Kenda Msalato utaambiwa wanafanya vizuri. Ukienda Tabora Gaza utaambiwa wanafanya vizuri. Kwa kweli ni utukufu wa Mungu sio sisi. Mimi niwashukuru sana zifanye marketing. Lakini niseme yote yamesababishwa na uongozi mzuri wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametoa uhuru mzuri sana kwa kila mfanyabiashara kwa sekta mbalimbali. Kulikuwa na usumbufu ambao ulikuwa ni mkubwa sana kipindi cha nyuma, kwamba TRA wanaokadiria wanakuambia wanataka ulipe bilioni moja, lakini mahesabu hayo hawakuletea ni mahesabu gani. Hapana, Dr. Samia Suluhu Hassan amesema hapana, mlipa kodi na anayechaji kodi ni mtu ambaye ni marafiki. Sasa hivi mtakubaliana na mimi kwamba mtu anakuja kwako, anakwambia bwana, unadaiwa hichi, mnakaa chini, mnakubaliana unalipaje, mtalipa una kidogo kidogo. Yote ni kwa sababu ya Mama Samia Suluhu Hassani, Mama Samia Suluhu Hassani oye! Ukweli amefanya mambo mengi, lakini sio wakati wake. Mimi naamini leo ni masuala ya kufurahia kila ambacho kwa sababu ya sikukuu na sherehe za wamama duniani ambayo inaendelea kuhitimishwa kesho, mimi pongezea kusema kwamba nikisema nasema mengi aliyo ya yafanya mama mama mwenzenu mama mama yetu, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ukweli muda hautatosha lakini muda utafika tutasema, lakini semiti moja tu, hivi ni nani ambaye anaweza kuchagua kiongozi kiongozi huyo anaenda kujifunza kwa mwaka mmoja namna ya kuendesha nchi? Hakuna kweli, sio kweli. Lakini mama yetu yule ana experience ya muda mrefu. Dr Samia Suluhu Hassan amekuwa toka enzi hizo, wengine tukikuwa tunamsikia mama, leo ni kiongozi fulani, leo mama ni waziri, leo mama ni nani, amekuja amekuwa makamu wa rais, leo ni rais kuna sababu gani ya kutokumuunga mkono afanye vizuri na hata awamu ya saba apite bila kupigwa kupibwa. Mama Samia Mama Samia hoye we. Ninachoomba tu ndugu zangu, twende kwenye ukweli. Mimi ningependa ambacho eza tukamlipa mama na hasa watu wa Mirerani na sehemu nyingine, hebu naomba tumlipe mama kwa kumpa kula za kishindo ambazo jai kutokea Tanzania Ani. baada ya kusema na machache, nami nishukuru sana Uongozi wa meza kuu, niwashukuru sana sana kwa kunipa nafasi hii. Nikitakiwa kuongea mengine machache kama kwataka congratulation, mimi niko tayari nasema asante sana sana sana, tuko pamoja. Samia oye! Wamama oye! Wamama oye! Oye! Oye! Oye! Oye! oye! Asante sana na kila kumalizia tu ni kwamba kwanza ametupa heshima kubwa sana kutupa nafasi ya sherehe ya wamama duniani ifanyike kitaifa katika kanda yetu ya kaskazini. Ni kanda ya kaskazini ni pamoja na Kilimanjaro, Arusha. Leo kesho tutakuwa wote pale, nina imani kabisa kwamba wengi tutakuwa pale, nasi tutakuwepo pale, wa baba tukiwa nyuma ya mama kwa kesho. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Sanaesha kwamba mama wanaweza, umefuata nyayo za Mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa kama alivyosema pata mwenzangu, mimi nilikuwa diwani na nimesikitika kidogo, nimesikia kwamba shule ile mpini alifika, lakini pia nilijitahidi kufanya kile ambacho naweza kufanya, na nimpongeze sana mheshimiwa diwani aliyepo kwa sasa kwa upande huu kwa kazi nzuri anaoifanya. Mimi pia ningependa sana siku moja nitaongea na diwani, naweza kama naweza nikatembelea pia kuona kitu gani kimeendelea pale. Lakini mheshimiwa, na mimi nisirudi hivi hivi, niunge kazi nzuri mkono unaoifanya kwa kuchangia shilingi milioni moja. <laughs> Na hiyo milioni moja mtaomba, ikiwezekana ni kwa account na leo leo iwe kwenye account. <laughs> Nasema pongeza sana Mheshimiwa Diwani Pata mwenzangu, ili ameendelea, mimi sikuendelea, kwa sababu nilikuwa nimetaka kuchukua uongo alosha ngashika namba mbili. Naamini kabisa kwamba ataniombea ili nisirudi tena kwenye diwani niende kwenye nafasi nyingine lakini nimpongeze sana kwa kazi nzuri anayoifanya, kwa sababu kituo cha afya anakumbuka, tulipambana nacho sana nikiwa diwani. Lakini nashukuru kwanza, kumbe muda ulikuwa ujafika. Sasa Mungu amekuleta wewe ili ufanye kile ambacho umekifanya leo. Kwa hiyo niseme tu asante na kazi nzuri unaifanya. Kwa kweli ni kuombea Mungu naweza kukulipa kwa hicho. Asante sana, msalimie sana rais wetu mama mpendwa, anayependa watu, ambaye ana namba mbili inazungumzia kabisa kuwawezesha watu. Kwa hiyo kimsingi ili mweze kusema asante sana. Asante sana Mheshimiwa Diwani kwa kuona umuhimu wa kuni